Shukuru Mungu. Na takribani misimu eh, misi miwili au mechi tatu tunapata ushindi wa goli moja moja kwa JKT. Kwa hiyo sio timu nyepesi, lakini sisi tumejiandaa eh, kuja kupambana hii leo. Msimu uliopita mechi ya kwanza uwanja wa KMC tulipata goli moja la penalti tena eh, jioni. Eh, jioni kabisa tukamshukuru Mwenyezi Mungu, tukaondoka. Mechi ya marudiano hapa Fabrice Luamba Ngoma akatuondoa na goli moja. Mechi ya msimu uliopita ule e, hapa hapa tena Mwamba Clotus, Chota Chama. Kwa hiyo ni, ni, ni ngumu kucheza na JKT, lakini sisi tunataka alama tatu, tumefuata alama tatu na tunaamini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutapata alama tatu tatu ndo kwa mara ya kwanza kwenye ligi yeah, tunamwona kwa mara ya kwanza kwenye ligi leo, tunakuja kumkaribisha rasmi kwenye ligi kuu ya NBC aje aone, maana alikuwa anahadithiwa tu ligi kuu ya NBC inafananaje. Kwa hiyo leo anakuja kuiona rasmi ligi kuu ya NBC inafananaje, aje aone watu wanacheza pila shoka, aje aone watu wanacheza pila la hatari, pila gumu kweli kweli watu wanazuia dakika zote tisini, waje waone leo. Lakini ameshajipanga amejidhatiti, na atakwenda kutoa burudani nzuri kweli kweli. Mechi zote mbili mlizokuwa nyumbani ilikuwa ni goli tatu tatu, na leo mnakuja ugenini, mchezo wa kwanza leo. Kilichotuleta huku mbweni ushuani ni alama tatu, magoli mangapi sio sio sio shida zetu kwa sababu lazima tutambue ugumu wa mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye. Kwa hiyo tukipata goli moja, ahlan wa sahala. Hata kama nusu goli linatupa alama tatu. Sisi nusu goli tunalitaka leo leo. Ahitaji mbwembwe leo, ni alama tatu tu. E, leo ni alama tatu tu basi. Uh, ulisema mpira tatu alitaki mpira wa back pass lakini kumekuwa kuna back pass nyingi sana Semaji. Eh, ndo mpira ulivyo, sawa, ucheze mbelembele kwa muda mbele wote, kama watu wameziba kule, lazima urudi, mjipange mwende mbele mm. Na wachezaji kama hawa wawili hivi yeah. Tunamzungumzia kipa ambaye hata huenda atakuwa namba moja leo uh, Sulemani tunamzungumzia pia na Nangu yule Rasta walikuwa, miungu, walikuwa ndani ya JKT wamerudi nyumbani sasa leo au unadhani itakuwaje kwao? Itakuwa ni mechi nzuri kwao, e, kuja kuonesha kwa nini tuliwahitaji, e, kuja kuonesha ubora wao nyumbani kwao. Na uzuri ni kwamba wote wana, wanaanza hii leo. Kwa hiyo itakuwa ni siku nzuri ya kukumbuka kwao. Na uzuri ni kwamba tayari wameshathibitisha ubora wao katika mechi kadha wa kadha. Kwa leo wanakuja tu kupigilia msumari wa mwisho, watu wafurahi. Agizo, msumali wa mwisho, eti interview utafanya baada ya mechi. Hapa tulikuwa lile agizo ambalo tuna dodosa dodosa tu. Mashabiki waje na vile. Au tufanye kabisa hapa mshoni tusifanye? ha, bas, <laughs> weke, mshoni basi, yaweke mwishoni mwingine, au sio bana? Acha sisi tuendelee. Eh, tunakaba tunashindwa kula kwa amani. Basi tunashukuru, ba tupate muda wa kusalimia salimia.